Leo nabika kiongozi ya binzani muzei ya mundi. Bas, ukiona muzei utafikiria yeye ni mabole, lakini yeye nataka niingia mandomando. Bas, najukua naenda naosha yeye natiaga. Bas, narudisha yeye nyayaho, nakumbusha msei mateso ya habo. Bas, anabindua tena na katekate -kate yeye, najukua jumvi nabaka muzei mbele na nyuma msuri bole, bole. Bas, naweka ban moto mafuta kijemuka, anaweka muzei ndani basi Mzee iko mando mando, polisi anakata naambia mzee, wewe mzee ene jumbani. Mzee anasema bana bana, mi nataka kumandamana. Basi mzee inaendelea na mando mando mpaka basi sasa anaanza kutengeneza serikali na jukua kitungu na jukua nyanyo. Anaweka ban mafuta kidogo, mafuta kiva. Anaweka kitungu yako na waraka na waraka msuri na ongeza spices ambaye wewe iko na bana, fuata fuata ya watu wara. Basi naweka nyanyo na waraka na waraka msuri mpaka ikitu yote naisha. Basi wara, kama wewe ni tajiri najukua maziwa ya coconut naweka ndani lakini ni kama wewe ni maskini jukua maji wala, kuna mutu taua wewe lakini wewe takula jakula imbaya. Of besa, serikali ako tayari, jukua msee ubinsani weka ndani ya serikali, ansa kubatia ye, besa batia ye, tenda ye, tasahau maneno ya mandomando

anasema msee, kwa nini meingia serikali na mzee? Makuwa don't care sasa. Ile makubwa ya jensi omena amesema tusalimie mzee.